Nkwaa bala kuna matarajio makubwa kuwa watoto akawaufundisha watapata maarifa ya kutosha na kuongeza ufanisi katika shughuli wanazovifanya. Kwa wale waakawamua kujiendeleza, tunatarajia wataandaliwa vizuri na watafanya vizuri katika masomo yao ya sekondari na elimu ya juu kama wanafunzi wengine.

ambaye ametuwezesha kufika siku hii ya leo. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu, iwezekana mwaka mmoja uliopita hakuna mtu aliyekuwa anatambua kwamba siku hii ya leo tunaweza kukutana hapa tukifanya graduation ya kuhitimu mafunzo yame, lakini Mwenyezi Mungu anafanya kazi kwa kupitia mikono ya watu na ndiyo maana kwa kupitia mikono ya mama Grace Mashei aliweza kutupa changamoto katika mkoa wetu wa Mara, ili kuanzisha hii programu kwa ajili ya manufaa ya watoto wetu. Kwa hiyo mimi nasema cha kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu, cha pili tunamshukuru mama Grace Mashei ambaye aliangaza na nuru akaweza kuona umuhimu wa kusaidia watoto. Ndugu walimu mmeaminiwa mkachujwa vizuri mkaletwa hapa kwenye kituo kule Santiago na wengine hapa nangine hapauva walezi hawa, kama wanasema, ukimwona nyani mzee, unajua amekwepa nini? Basi kama ni kwepa mishale mingi, hawa wamekwepa. Kwa hiyo, wakati walipopata mafunzo, walikuwa pia wanatoa dozi ya namna gani ufanye kazi kwa bidii, namna gani uweze kupambana na maisha.

nje ambao wanaenda shule aidha wameacha shule au hawakuandikishwa shule. hii misi yetu tuna walimu wajeti, tuna walimu ambao hawajasomea walimu walimu tarajia ai. Kwa hiyo tulipoanza, tofauti kati ya mavungia ya mawili kuwa kubwa sana, kwa sababu walao wenzetu walipitia kuona walimu wasifaa umejifunza mambo mengi ya namna na jinsi ya kuwalea watoto wa MEMKWA na kuwawezesha kujua kusoma na kwajii. Na hakika mafumu tuliyoyapata ni faida kubwa kwa sisi wanamara na taifa kwa jumla. Mradi kushirikiana na serikali waone uwezekano wa kuwasaidia walimu wote ambao itaonekana wako mbali na vituo vyao vya kazi kwa ajili ya usafiri wa kuafikisha mahali mbaya, ikiwa ni pamoja na mambo mazuri ya walimu wote wakakuwa wameajiriwa na MEMKWA kwa sababu wanaenda kuacha shughuli zao za kiuchumi na kushughulika na MEMKWA pia. Lakini la pili, mradi pamoja na serikali waone umuhimu wa kumsaidia huyu mwalimu wa MEMKWA atakapopata matatizo